Anaitwa Amana Thabit, anauliza, anasema je, inafaa kuswali kwa sauti ukiwa peke yako? Alhamdulillah, kama una peke yako, sala ya sauti, amna haja kutoa sauti au kwanza ku, ku, ku, ku kukimu sala, hamna haja mm, peke yako. Na pili, soma wee kusikia wewe, sio sauti mpaka unakusikia mtu yuko chumba ya pili. Kama tabia mm, yangu shazoea si kuzuia <laughs>

Mi hapa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mimi nasikia unasikia? lakini mimi nasikia min semle min uzuri mm. Lazima mtume mdomo, maanake wa Sahaba nasema Mtume kwa hata anasoma sala ya siri tunajua ndevu yake ilikuwa inacheza. Mtume alikuwa na ndevu kubwa sallallahu alayhi wasallam semle mm. uzuri Naam.